Na mpenzi mtazamaji wangu wa runinga nisa, natumaini umeshinda vyema popote ulipo, ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe kumi na moja mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili ishirini na tano. Karibu kwenye Dira ya Jioni ambapo tunakujuza mengi yaliyojiri ndani ya ulimwengu huu. Kwanza tupate yaliyomo. Hatua mpya kukomesha mrundikano wa taka Mombasa. Walimu wapinga mpango wa kuhamishwa kwa bima yao hadi SHA. Kenya, UAE za kubaliana kuongeza ushirikiano wa kiuchumi. Kimataifa mawaziri wa G7 wanajadili njia za kusaidia Ukraine. Ungana nami mpenzi mtazamaji wangu mwanzo hadi mwisho wa habari hizi, msomaji wako Farida Ali. Na tukianza ni kwamba huenda tatizo la mrundikano wa taka, maji machafu na uvundo jijini Mombasa likabaki historia kufuatia uzinduzi wa tuktuk maalum zitakazotumika kubeba taka hizo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir alisema serikali yake imejizatiti kuhakikisha inamaliza kabisa tatizo la mrundikano wa taka katika jiji hilo. Gavana Nasir aliongeza kuwa taka zitakazokusanywa zitachakatwa ili kuzalisha mbolea ambayo itawanufaisha wakulima, huku chupa na plastiki zitakazookotwa zikitumika tena kutengeneza bidhaa mbalimbali. Ah, mpango huu hii trial ya kwanza ni tuktuk takriban 40, na hizi zikija zitakuwa ni 200, ambazo kwamba zote zitakuwa ni zaidi ya tani moja, zile ambazo kwamba zimeweza kutengezwa hususan kwa kuweza kubeba taka kila sub county. Kama hapa kuna ile ambayo kwamba tunaita transfer station, pahali mukishakuja na zile tuktuk -tuk zenu, mmezitoa katika majumba. Hii transfer station iliyoko hapa iko katika eneo la Mvita. Zitajengwa transfer station kama hizi sub county zote za Mombasa. Watu wa Jomvu wabebe taka Jomvu, wasimame pale pale Jomvu, watu wa Changamo wasimame pale pale Changamo. Hizi compacta zitakuwa ni kumi na moja, hata hizi nne ambazo kwamba gharama yoyote ambayo kwamba imeweza kutolewa na serikali ya county mpangio wetu na yule mweka hazina, mfadhili hatuwezi kusema ni ni mfadhili, kwa sababu ni mtu anataka kufanya biashara pia yeye, siyo? akileta zile compacta mia mbili ataleta na zile nazile uh, tuktuk mia mbili ambazo ni special za kubeba taka, abebe na hizi compactors, kisha mtawekewa yadi yenu maalum ambao kwamba zile tuktuk -tuk mutakaweza kukabidhiwa. Kama zina shida za faa kutengezwa, tunawashughulikia mambo ya kuweza kuzitengeza hizi tumeona hizi ishirini na saba ambazo kwamba kaunti ilinunua, tutazichukua ziende department nyingine. Tutawakabidhi nyingine ambazo kwamba ni tani moja na za kuweza kubeba taka, musio ni munafanya raundi nyingi na nyingi na nyingi sasa harama ile ambayo kwamba kaunti ilikuwa ikitoa kuanzia hapa transfer station mpaka Mwakirungi itakuwa harama ni yule ambaye kwamba ni partner wetu harama za kule mwa Kirunge kuanza kuangalia ile taka. Hata hapa mumeona kuna recycling ndogo inafanywa conveyor belt but this is very small program ambayo kwamba tuko nayo, ni taka zote za Mombasa. 18 months after ground breaking kila taka katika Mombasa itakuwa fully recycled. Kwa hivyo tunatoa plastiki kando inayayushwa tunatoa hizi pellets, pellets zinaregea tena zinatengeza chupa za plastiki. Tunatoa hii hii urojo wa mandizi na manini inatengezwa fertilizer, tunawauzia wale watu ambao kwamba watakuwa ni wenye kufanya ukulima. Karatasi zinafanywa recycling ziweze kutengezwa karatasi nyingine. na kwingineko ni kwamba walimu nchini wameeleza kutoridhishwa kwao na hatua ya serikali kuhamisha bima yao ya afya, wakilalamikia ukosefu wa shirikishwaji wa umma katika uamuzi huo. Malalamiko hayo yanajiri saa chache baada ya maafisa wakuu wa vyama vya walimu kusaini makubaliano na serikali kuhusu kuhamishwa kwa bima ya afya ya zaidi ya walimu laki nne kwenda chini ya mamlaka ya afya jamii SHA. Uhamisho huo Unatoka kwenye bima ya sasa inayotolewa na kundi la kampuni linaloongozwa na Minet Kenya Limited na unatarajiwa kuanza rasmi Disemba moja mwaka huu. Tangazo hilo lilitolewa jijini Nairobi wakati viongozi wa vyama vya walimu NAT, KUPIT na KUSNIT walipokutana na maafisa wa tume ya huduma za walimu TSC pamoja na SHA kujadili mabadiliko hayo. Hata hivyo, wakuu wa shule za msingi waliokuwa wakihudhuria kongamano la mwaka la chama cha walimu wakuu wa shule za msingi KEPSHA huko Mombasa wamepinga uamuzi huo, wakisema umefanyika bila idhini yao. Walimu hao wameyakosoa vyama vyao kwa kuidhinisha uhamisho huo bila kufanya mashauriano au kutoa taarifa za kutosha kwa wanachama wao. Na kwingine huko ni kwamba Kenya imejitolea kuimarisha uhusiano wake na muungano wa milki za Kiarabu UAE ili kuboresha biashara, uwekezaji na makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi CEPA. Aidha, uhusiano huo unakusudiwa kufanikisha upatikanaji wa fursa za ukuaji, nafasi za ajira na ustawi wa pamoja. Rais William Ruto aliyesema hayo alipokutana na ujumbe kutoka UAE uliongozwa na mwenyekiti wa chama cha biashara na viwanda kujadili mbinu za kupanua biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Kulingana na Rais Ruto, nchi hizo mbili zinaimarisha ushirikiano katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano ICT na ile ya ubunifu na kuwasawazisha vijana wa Kenya ambao wanaendeleza mabadiliko ya kidijitali. Mkutano huo uliandaliwa katika ikulu ya Nairobi.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 Vile vile TikTok atanisa official TV YouTube atanisa media Kenya, kwa heri.